Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunayolipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya ya tatu hadi ya nne na aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tatu na ile aya ya 17 hadi ya ishirini na nane. Tunakutana na habari za mtu aliyekuwa naitwa Yakobo. Yakobo huyu ambaye alimpenda sana Yusufu kuliko watoto wake wote. Yakobo aliyepewa jina la Israeli alikuwa ni baba wa familia yenye matatizo mbalimbali mbali. Alikuwa amezaa na wanawake wanne tofauti na akawa na watoto kumi na moja kabla Benjamini hajazaliwa. Moja ya wanawake hao aliyokuwa meza nao wawili walikuwa ni binamu zake. Ukatokea ushindani kwa watoto, na ule ushindani uliotokea hadi wengine wakafanya tabia mbaya kwa baadhi ya masuria wa baba yake. Yakobo akazidi kumpenda kwa wazi kabisa, akaonyesha kwamba amempenda Yusufu mwana wake wa uzee hadi akamshonia kanzu, na kitendo cha kuweza kumshonia kanzu kilileta e, chuki kati ya watoto. Tunajifunza kitu gani? Mzazi, hata kama kuna changamoto katika safari ya maisha, usije ukaonyesha upendeleo kwa mtoto mmoja, mtoto huyo baadaye akachukiwa na wenzake. Kwa nini ndugu zake walimkasirikia Yusufu? Walimkasirikia Yusufu juu ya ndoto zake alizokuwa anaziota. Aliota ndoto kwamba miganda ya ndugu zake ilikuwa imeinamia mganda wa Yusufu, na ndugu zake wakasema, je, wewe hakika utatutawala juu yetu? Akaota ndoto nyingine kiasi kwamba hadi baba yake alikasirika, akasema, je, kweli mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia? Yusufu ambaye alikuwa amependwa na baba yake hakusita katika kuweza kueleza kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amekiweka ndani mwake. Ndugu zake Yusufu E, siku moja, wakaenda kuchunga kondoo za baba yake mbali na nyumbani. Baba yake akamtuma Yusufu aende akawatazame kule walikokuwa machungani. Walipomwona anakuja kwa umbali, wakasema tazama, mwota ndoto anakuja. Wakambadilishia hadi jina Wakam, hawakumwita Yusufu, wakamwita mwota ndoto, wakasema Tuta, tupange tuone je, ndoto zake zitamfikisha wapi? Kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo alikuwa ameliweka ndani ya Yusufu, ndugu zake wakataka kuweza kuliua. Walipofika pale, wakamchukua wakamvua nguo, wakamtupa ndani ya shimo, na katika ile shimo walipokuwa wamemtupa, wakaketi wakala chakula. Kuna baadhi ya matukio ambayo Yusufu alifanyiwa yanafanana na Yesu. Yesu alivuliwa nguo, na Yusufu naye akavuliwa nguo, wakamchukua wakamtupa ndani ya shimo, lakini Yesu alimtundika juu ya msalaba. Maana yake nini? Wale watu wote ambao wamebeba kusudi na Mwenyezi Mungu ndani mwao watakutana na changamoto ambazo pia Yusufu alizikuta, changamoto za kupata majina mabaya, changamoto za kutupwa ndani ya mashimo changamoto ambazo hadi baadhi ya watu walio karibu na wewe wanapanga mauaji juu yako. Lakini kati kati ya wale ndugu akaibuka Ruben ambaye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza akaamua kumwokoa, akasema badala ya kuweza kumuua tumtupe ndani ya shimo jipe moyo, hata kama uadui utatokea katika viwango vikubwa namna gani, kati kati ya maadui kuna mmoja ataondoka, atawazidi akili atawapatia mawazo na wewe utaweza kuja kuokoka kati ya wale maadui. Wakiwa ndani ya shimo, Yusufu akiwa ndani ya shimo, ndugu zake wamepanga wanataka kuweza kumwangamiza wakapita wa Ishmaeli. wa Ishmaeli walikuwa ni watu gani? wa Ishmaeli walikuwa ni Waarabu ambao wa Ishmaeli alikuwa ni mtoto mwingine wa Ibrahimu. Yuda akatoa wazo, wazo la kuweza kumuuza kwa shekeli E, ishirini za fedha. Na utakuja kuona kwamba Yuda huyu huyu ambaye anakuja kupanga mipango ya kuweza kumuuza Yesu, kumbe tayari jina hilo la Yuda lilikuwa limeshatumika katika mambo ya kuweza kuwauza watu. Yuda naye atakuja kumuuza Yesu kwa vipande thelathini vya fedha. Yusufu aliuzwa kwa vipande ishirini vya fedha, lakini Yesu anakuja kuuzwa kwa vipande thelathini vya fedha. Twajifunza kitu gani katika habari hizi za Yusufu? Tunachojifunza ni hiki: Yusufu alipendwa na kuchukiwa vilevile. Vile pia katika maisha yako ujiandae, kuna nyakati za kupendwa na pia kuna nyakati za kuchukiwa. Yusufu alipendelewa na kunyanyaswa. Katika safari ya maisha utapata upendeleo kwa ajili ya vile ambavyo viko ndani mwako, lakini pia ujiandae kunyanyaswa. Yusufu alijaribiwa na kuumizwa. Katika nyakati za maisha utapita katika majaribu mbalimbali lakini pia utaumizwa. Yusufu aliinuliwa na baadaye akashushwa. Aliinuliwa kwa kushonewa kanzu na kwa kwa upendeleo mkubwa, baadaye akashushwa hadi katika shimo. Katika safari ya maisha, nyakati hizo zitakuja. Katika mambo haya yote ambayo Yusufu aliyapitia, hakuna mahali ambapo Yusufu alilalamika na hakuna mahali ambapo aliacha kumtumainia Mwenyezi Mungu, aliacha kumwamini Mwenyezi Mungu. Katika magumu yote ambayo yatakayokuja kwa sababu ya kile ambacho umekibeba ndani mwako, kwa sababu uliwashirikisha watu ndoto zako, usije ukalalamika, usije ukashindwa kuweza kumwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakuokoa na kila aina ya ubaya, akubariki na kulinda. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.